Match of the legends hi, haitakuwa just one off, itakuwa kila mwaka tunafanya matukio. Hii ni match of the legends kwa maana ni veterans, lakini tunataka tumlete Neymar, tunataka tulete wengine. Kwa hiyo hapa ni mwanzo na, na tunataka tushirikiane kwa pamoja, ili tuweze kutoa sura kwamba Zanzibar ina uwezo wa kuhost large events, kwa sababu at the moment watu hawatujui kwa hiyo tunapopaza sauti na wakiona viwanja vyetu vya amani, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar amejenga Amani complex nzuri, lakini haijulikani. Kwa hiyo ni sifa ambayo wakiona oh, imechezwa game. Ah no, we need to go to Zanzibar. This is the strategy ambayo tunaijenga kwa ajili ya kuvutia uwekezaji na kuvutia hizi game za international kuchezwa hapa Zanzibar. Young Africans pia itaitumia hiyo nafasi kwa ajili ya kufanya promotion na tutatoa baadhi ya wa wachezaji wetu kuja kushiriki kwenye Legends. Ya katika mchezo huo <tabu> na sisi pia tutatumia fursa hiyo kutengeneza mahusiano na vilabu ambavyo vinatoka Brazil. Kwa hiyo itakuwa win win situation, na mwisho ni pongeze maandalizi mazuri yaliyofanywa na naamini, Zanzibar ni sehemu salama, ni sehemu nzuri, sehemu itakayowavutia wageni wote watakaokuja na waweze kurudi tena na tena na tuwe tumeutangaza vizuri utalii wetu na kisiwa cha Zanzibar.